Utazama hii interview utaipata pale Yafrik, uh, uh, YouTube channel ya Yafrik nenda pale, make sure umesubscribe umecomment pale na umeacha pia like ya kwako pale. Jamani, tupo tupo Likodep, uh, maeneo ya Likoni, ambapo tumekuja kwa uzinduzi wa filamu inaitwa Maamuzi, na hii filamu imefanywa na Madzo Productions, ndio niko na wahusika baadhi ya wahusika ambao wamekuwa wako kwenye hii filamu, wameweza kuigiza kwenye hii filamu. Kumbuka kutazama hii interview, utaipata pale Yafrik, uh, uh, YouTube channel ya Yafrik, nenda pale make sure ume subscribe ume comment pale, na umeacha pia like yako kwa pale. Kama kuna kitu chochote ambacho unataka tukiulize, pia hakisha umeweka pale, tunaweza tunakujibu pia, uweze kujua inakuwaaje. So moja kwa moja tujue kwanza hao waigizaji ni kina nani na waliweza kuigiza vipi kwenye hii movie ama hii filamu ya maamuzi. Gu naitwaa naitwa Misalim Salim. Na kwenye hii movie labda umeigiza kama nani? Imeigiza kama Siti. Okay. Na hii filamu ya ya maamuzi labda inaongelea kuhusu nini? Maamuzi na vitu vingi, labda inaongelea baadhi. Mm. Kuna mapenzi, kuna vita. Kwanza acha tumsikize mzee baba hapa. Labda wewe umeigiza kama nani pale na tujue tu kiujumla. Kwa majina kamili najulikana kama Juma Ngala Kidege, na jina la ambalo nilitumia kwa hiyo movie ya maamuzi inaitwa naitwa Jason. Uh, movie inaongelea ni usaliti katika mapenzi na, yani main sana ni usaliti. Yeah. Yeah. So wewe umeigiza kama nani? Kama, Mimi nimeigiza kama mimi ni kijana mbaye nilikuwa na mdada ambaye nilikuwa nampenda, lakini yule mdada alikuwa anataka kunishawishi mimi ili apate mali eh, japokuwa alikuwa anampenda yule yule yule jamaa mwingine, lakini mzazi wake alikuwa anamforce, anataka kumuigiza kule ili mdada apate zile mali. So, mimi nimekata kama naona kama mtengwa yani. Oh, okay, asante sana. Eh, umeacha pati nzuri sana so labda tuje kwa huyu mama naye tujue. Je, ameigiza vipi na alafu atuambie mama hii muvi itakuwa ina mafunzo gani lakini kwanza tuambie jina lako nani, na kwenye muvi pia umeigiza kama nani eh, Mi naitwa Elpina Saiti na kwenye hii muvi ya maamuzi nimeigiza kama shangazi. Hii movie ya maamuzi ni maamuzi ya mtu yale maamuzi unaamua, una leo, yani ile maisha unaamua leo ndio yatakuathiri kesho. Hii movie inaongelea yani maamuzi ya mtu yale ambaye anaamua mambo mabaya, yani uamuzi mzuri. Mimi mi, mi, mwenyewe nimeachika mashangazi, na naambia msichana wangu yani lazimishe ukijana azae na wangu. yani, a, a, kijana, a, yeye maana tunataka zile tamaa, ah, yani ile tamaa kubwa, yani ile maamuzi yetu ya leo ambaye yatakuja tuathiri kesho kabisa, yatakuja kuharibia maisha yetu. So kwenye brother uh, kama ulivyosema kwamba tumezungumza kuhusu usaliti, lakini pia tumeona kwamba kuna baadhi ya watu wengi sana ambao eh, kwenye huo huo usaliti wengine wameweza kutoana uhai kwenye mapenzi ya kiuhalisia. Labda ni kitu gani ambacho ungepata kuambia wale watu ambao labda wamesalitiwa, kuwapatia kama onyo au kuwaelimisha kupitia hii filamu? Uh, mimi sasa kwa paonyo ni kwamba watu ambao waja, ukisalitiwa Yani unajifundisha vingi kupitia kitu fulani, sababu aweza kuwa mtu amekuacha, maybe ankufanya kitu kibaya, unaelewa? Usilipize ubaya, sawa? So inabidi tuishi tuishi tu, sawa? Alright, asante, nimekuelewa mimi binafsi. Wacha tumalize kwa kumuuliza huyu dada samani, lakini punguza mkari, ili swali langu ni rahisi sana. Kwenye filamu umeati kama mwanadada ambaye unapenda sana wababa kama sijakosea. Yeah. Umeona naye katika maisha kweli wapo watoto wadogo ambao Ay, maisha yao wameyakita kwenye hizo itikadi za kuamini kwamba labda wababa ndio wana mapenzi ya pesa kuliko watu wengine. Labda kwenye hiyo movie ulipenda kwa kitipati kama hiyo ama ndio maisha yako halisi ama ungependa kuambia watu namna gani? Ah, kwenye hiyo movie mimi nilipenda kwa kitipati hiyo kwa sababu ya funza. Okay. Maana vijana sasa wa sasa wapenda sana wababa kwa sababu wababa watunza kuliko vijana. Ndiyo. Kwa hiyo ungependa kuwashauri vipi sasa kwamba wasipende wababa waendelee na wababa au inakuwa? hmm. <laughs> Kwa ushauri kwangu mimi hmm. <laughs> waamue wenyewe, wewe tuseme, waamue wenyewe ndio maamuzi sasa. Asante sana bana kwa kuwa nami e, kwenye hii ambayo ni moja kwa moja na waigizaji ambao wameshiriki katika muvi ama wameshiriki katika hii muvi ama filamu ya maamuzi. Bwana, tupatane next time. Kumbuka hii ni Yafrik. Ukitaka kupata hii interview kiuzazi zaidi, uweze kuitazama vizuri zaidi, make sure unaenda pale una subscribe una comment, alafu unaacha like yako pale. Mimi naitwa Robida, lazima zote time zote ndio mtapasta.